Leo hii tuko katika bandari hii ya Dar es Salaam na tunashuhudia ushushwaji wa shehena ya mbolea. Na meli ambayo imeleta mbolea hizi ni hii hapa eh, BC Zoe kutoka Riyadh Saudi Arabia, kampuni ya Maden, imebeba mbolea aina ya Diamonia Phosphate eh, ambayo kwa maarufu kwa maarufu kwa jina maarufu inaitwa DAP ambayo ni mbolea inayotokana na eh, ma madini ya phosphorus au yenye virutubisho vya phosphorus ambayo inatumika zaidi kwa ajili ya kupandia mazao na kuimarisha eh, na kuimarisha mizizi, eh, mizizi ya mazao. Meli ambazo tunazo kwa sasa kwa bandari ni meli mbili. Hii ambayo mnaiona BC Zoe ambayo inatoka Riyadh, Saudi Arabia, lakini tuna meli nyingine ya M